Na mtazamaji karibu kwenye kipindi cha michezo kujadili matukio yaliyotikisa ulimwengu wa michezo, na leo e, tunakupeleka moja kwa moja kuangazia matokeo ya Bundesliga, ligi kuu ya kandanda hapa Ujerumani, matayarisho kuelekea nusu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON nchini Morocco, pamoja na fainali ya kombe la mapinduzi kule visiwani Zanzibar. Mimi naitwa Babu Abdallah, niko na mwenzangu upande wa pili kule Saumu Njama kutoka dawati la michezo la hapa DW Kiswahili na mchambuzi wa michezo kutoka Dar es Salaam, Tanzania Amri Masari. Mambo vipi Amri? Mambo vipi Saumu? Shwari kabisa Amri Masare, unanipata? Ya, nakupata uzuri ni safi kabisa. Dar es Salaam, Dar es Salaam ya amani kama ilivyo bandari ya amani, Dar es Salaam nyumba ya amani. Ama kwa hakika tuko safi kabisa, tunasubiri tukushuhudia michezo ya fainali kwanza ya kombe la mapinduzi ikisherekea miaka sitini na mbili za mapinduzi matukufu ya Zanzibar, lakini tunasubiri fainali ya nusu fainali kwanza ya fainali za mataifa Afrika kule nchini Morocco na bahati nzuri Nyumbani, na jana, basi, ilikuwa na hafla basi, basi masari, mas, masari tulia hapo hapo, tutarudi kwako muda usioko mrefu. Tumeanza <tikyukali tikyukali> moto lakini hapo kwa masari sina usemi. Naam, kwanza kabisa waswahili <tikyukali> wanasema mcheza kwao hutuzwa. Tuanzie hapa nyumbani <tikyukali> Saumu. Bayern Munich imeendeleza ubabe baada ya kuipiga Wolfsburg mabao manane kwa moja na kupanua uongozi hadi alama 11 kileleni mbele ya Borussia Dortmund. Kwanza kabisa, nataka unieleze, Saumu, tukubali kwamba Bundesliga hii tayari imekwisha? sababu hilo ni jibu mpaka sasa kwa mm, kile ambacho Vincent Company na kikosi chake cha Bayern Munich wanavyoonyesha kuanzia mechi ya mzunguko wa kwanza mpaka sasa mechi ya mzunguko kumi na sita mm -hmm, wameweka wazi kwamba msimu huu wanataka kuchukua ubingwa wakiwa wameachia nafasi kubwa, wameweka mabao mengi zaidi kuliko mm -hmm, e, timu zote, kwa hiyo unaweza kusema kwa kiasi kikubwa ukizingatia mabao ambao wameweza kutia kimiani mpaka sasa bila msimu huu kwa kweli hakuna mpinzani. Bayern Munich hakuna mpinzani masari. Na, nafahamu kwamba Tanzania kule Bundesliga pia inafuatiliwa kwa, kwa, kwa sana. Nataka tuzungumzie kidogo kuhusiana na washindani wa Bayern Munich msimu huu Borussia Dortmund, RB Leipzig na Bayer Leverkusen. Unadhani ni kitu gani ambacho wapinzani wanashindwa kufanya ili kuipatia shinikizo Bayern Munich? Kwanza kabisa mimi uh, Borussia Dortmund nilikuwa nikiipenda sana nikishabikia ni wakati Jurgen Klopp akiwa kocha wa Borussia Dortmund. Baada ya kuondoka Borussia Dortmund, Klopp akatimsia Liverpool, nilijua kabisa kwamba watapata shida kidogo kuweza kurejea katika fomu yao ambao walikuwa na kisha wakati ule wakiwa na, na, na, na, na, na, na Lewandowski ambaye sasa ametimsia Hispania kule, lakini kwa sasa nikimwangalia Borussia Dortmund oni kama anaweza akashindana na Bayern Munich ambayo amakuhakika imekuwa na kiwango bora, imekuwa ikitunza uwezo wake kwa miaka nenda rudi, ikichukua vipaji kutoka katika timu yao ya vijana kipandi cha juu. Na hata ukitazama katika mchezo wao wa mwisho wakicheza dhidi ya Wolfsburg, wakishinda goli nane kwa moja, ulikuwa ni mchezo mmoja mzuri sana. Kwa hiyo Borussia Dortmund wataswago sana, watapata shida sana kuweza kurudi kwa sababu inachukua muda, utakumbuka Liverpool mara baada ya kuondoka Rafael Benitez, ili iliyochukua muda mrefu sana mpaka alipotua kocha Jurgen Klopp ndo akarejea tena. Manchester United, naona navosavvi sasa, bado inachukua muda kwa Borussia Dortmund, naamini itawachukua muda sana. Salzburg ilikuwa inategemea pengine wangeweza kufanya kitu, lakini Salzburg sasa bado hawana kitu ya kufanya RB Leipzig, laba kidogo likuwa naona wanaweza wakapindua Borussia Dortmund na kukaa pale juu kushindana na, na, na Bayern Munich, lakini bado naiona anaiona Bayern Munich kwa sasa, hakuna mtu ambaye anaweza kaisumbua Bayern Munich kwa sababu ya mtaji wao mzuri ama projekti yao ambao wanayo mpaka hivi sasa, Babu Ali. Asante sana Masari. Eh, Saumu, mambo ya Bundesliga kwa kweli tukianza kuyazungumzia sasa tunaweza kutumia muda mrefu zaidi, lakini eh, nataka tu Saumu kwa maneno machache tu, uh, unahisi eh, RB Leipzig inaonekana kuwa na ubora upande mmoja, lakini waswahili wanakuambia changamoto upande mwingine, wana kikosi kizuri wanashindwa kupata matokeo dhidi eh, ya timu ndogo eh, ipi suluhu ya hizi timu ambazo sasa hivi zinaifukuzia Bayern Munich? E, msimu huu tushakubali kwamba Bayern ni kikosi bora, mm -hmm. Msimu ujao wajipange vipi kwa maneno machache? Uh, kujipanga vipi? Unajua, uwezi kujisifu, unaambia mtazame na anayekufukuza yeah. uh, ukisema wajipanga vipi, na Bayern Munich bado inaendelea kujipanga licha ya kwamba timu zina nafasi, wakati huo pengine msimu ujao ziweze kufanya usajili labda wa kutazama ubora wa wachezaji katika maeneo ambao wana mapungufu, ikiwa kama RB Leipzig, mapungufu labda yapo pengine katika viungo kati ama washambuliaji wanao uwezo lakini, labda umri wao hawajapata uzoefu wa, wa, wa kutosha. E, kocha ajaribu kuzungumza na wachezaji wake, lakini kwa sasa Leipzig ipo katika nafasi ya tatu ikiwa na mechi moja pungufu mm, baada ya mechi yake ya weekend iliyopita dhidi ya St Pauli kuahirishwa e, kutokana na hali ya hewa. Kwa hiyo e, bado kinyang'anyiro kwa wa pili na wa tatu naweza kusema kitaendelea. Niko Kovac kwa Borussia Dortmund, unaona kabisa anajaribu kukibadilisha e, kikosi cha Borussia Dortmund e, kwa sababu kutoka kwa kocha Edin Terzic mpaka abadilike kwa kocha mwingine mpaka sasa alipofika e, um, Niko Kovac, kikosi hichi bado kinajaribiwa kuundwa zaidi na kutafutwa namna gani ambapo watarudi katika ushindani ambao ni sahihi dhidi eh, ya, ya Bayern Munich na mtuhamie sasa kidogo Masari, tuhamie tu nusu fainali ya michezo ya AFCON, naja kwako muda usiokuwa mrefu. Mechi za nusu fainali za AFCON tayari zimekamilika, yani ratiba tayari tunajua iko mm -hmm, vipi na mechi hizo zitawakutanisha vigogo, naweza kuwaita wa soka la hapa barani Afrika, Senegal dhidi ya Misri, lakini Nigeria dhidi ya wenyeji, wenyeji Moroko. Hizi ndio timu ambazo zimebaki baada ya robo fainali za kusisimua. Tuiangazie mechi ya kwanza ambayo mimi naweza kuita ni fainali e, kabla ya mm fainali Senegal dhidi ya Misri, kumbukumbu e, -kumbu hii ni fainali ama ni marudio ya fainali ya mwaka 2021 na naaja kwako kwa Masari e, hii mechi Misri unadhani itatumia mbinu gani kuizuia Senegal safari hii? Kwanza kabisa nianze na mwaka jana katika fainali zilizofanyika kule nchini Ivory Coast, ambapo uh, utakumbuka Misri alitolewa mapema kabisa katika hatua ya makundi tu, hakuweza kutoboa, hakuweza kufika katika hatua ambayo kafika msimu huu, na ndipo alipofukuzwa kazi kocha, akapewa kazi Hosam Hasan, kocha wa sasa wa timu ya taifa ya Misri. Lakini Misri ana kazi kubwa sana, kwa sababu ukiangalia katika rekodi katika michezo mitano iliyopita ya mwisho uh, Misri ameshinda mchezo mmoja tuenda kwa mikoja ya penalti, michezo mingine yote minne akifungwa, dhidi ya Senegal. Na Senegali bado ni wa moto, Senegal bado ana mradi ambao uliandaliwa na kocha Cisse Kuyo, kwa hiyo na mi nifika kabisa kwamba Misri ana kazi ngumu sana, kuweza kuona anapambana kuweza kupata matokeo mara uh, ya mwisho Misri kupata matokeo dhidi ya ya ya yaya ya, ya Senegal ilikuwa ni mwaka elfu mbili ishirini na mbili ambapo aliweza kushinda goli moja kabisa, tena katika mikwaju ya penalty hiyo, lakini utaona kwamba amekuwa na kazi kubwa sana kwa... Haya, tamtafuta tena muda usio mrefu. Naona kuna hitilafu ya kimawasiliano hapo. Saumu, unahisi ni mchezaji gani katika mechi hii kati ya Misri na Senegal anaweza kuibuka shujaa? Mpira um, unadunda, Babu Abdallah. mm. uh, ni ngumu kuweza kumtaja moja kwa moja, lakini kwa kawaida kulingana na takwimu zilizo kwenye karatasi mm. unaweza kutaja kwa upande wa Senegal ukataja bila shaka sadio Mane, sadio Mane. <laughs> e, na upande wa Moroko, bila, uh, wa Moroko wa Misri bila shaka mm. utaweza kumtaja Mo Sala e, kizingatiwa kwamba hawa ni wachezaji nyota na kuanzia mashindano haya yalipoanza awamu hii, wameonyesha umuhimu na ubora katika vikosi vyao. e, Mo Sala ameonekana, mwanzo alikuwa na mashaka mashaka kidogo kwamba sivyo yeye pekee kama anayetegemewa kama kama mchezaji, lakini e, lakini baada ya kucheza ama mwingiliano mzuri na wachezaji wenza ameonyesha kwamba Mosala bado e, anaendelea kutamba kule kwa mafarao e, lakini kama alivyosema Masare e, kwamba Senegal takwimu zake ni bora kuliko Misri, lakini wakati huu tunatarajia kwamba Mosala pengine ataweza kujitahidi zaidi na kikosi chake e, ikizingatiwa miaka saba tangu aanze kucheza michuano hii hajawahi kulibeba taji hili, labda ataondoa kinuksi wanavyosema labda ataondoa nuksi na moja kwa moja tutarudi kwako, eh, Masari, pamoja na Saumu. Lakini eh, tu tuimulike fainali ya kombe la mapinduzi kati ya wanarambaramba Azam eh, dhidi ya Yanga kesho Jumanne. Macho ya mashabiki wa soka nchini Tanzania yataelekeza kwenye uwanja wa Gombani huko Pemba, ambako Azam na Yanga watapambana katika fainali kali ya kombe la mapinduzi. Ni mchezo ambao unabeba hadhi historia na presha ya kutafuta taji la kwanza mwaka huu 2026. Tumsikilize mwandishi wetu wa michezo kutoka huko. Michuano ya mapinduzi kapu inatarajiwa kufika tamati kesho kwa mchezo wa fainali unaosubiriwa kwa hamu kubwa kati ya Yanga na Azam FC, mchezo unaotarajiwa kuvuta maelfu ya mashabiki. Fainali ya kesho inatarajiwa kuwa ya kusisimua ikipewa uzito na historia, kwani itatanguliwa na uzinduzi rasmi wa uwanja wa Gombani Pemba ambao utatumika katika fainali hiyo. Mchezaji wa Yanga Maxi Nzengedi anasema mechi ya kesho dhidi ya Azam FC wanatarajia kushinda licha ya kuwa itakuwa mechi ngumu. tunatarajia kushinda hata kama haitakuwa rahisi, kwa sababu Azam timu bora na wana stafu nzuri, wana wachezaji wazuri, na sisi tunatarajia kushinda kuu. Tutaenda huku na morali ya kwenda kushinda, kama wachezaji tutaendelea kupambana na tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu atatupa matokeo mazuri. Kwa upande wa Azam FC, si afisa habari Hashim Ibwa anasema wamekuwa na maandalizi makini, wakilenga kurejesha heshima na kutoa ubingwa. Kwenye kauli ambazo wanapenda kuzisema ni kwamba sisi kwa sababu tumejiandaa kucheza haya mashindano na hatujawahi kuogopa mechi. Hakuna mtu atakuja kututetea Azam FC. Tangu kuanza kwa Mapinduzi Cup Desemba 28, 2025 michuano hiyo imekuwa na ushindani mkubwa ikishirikisha timu za ndani na nje ya nchi, hali iliongeza ubora na mvuto wa mashindano. Mchambuzi wa soka Johannes Michael anatoa tathmini yake kuhusu michuano hiyo. Michuano ya Mapinduzi, tangu imeanza, imekuwa ni michuano ambayo ni bora zaidi. Unaona vilabu ambavyo vimeshiriki katika michuano hiyo kwa mfano pale Zanzibar tunazungumzia Mlandege, tunamzungumzia Makumbi, siti Fufuni, ni miongoni mwa vilabu ambavyo ni bora zaidi, na michuano imeweza kufanya vizuri. Ndio maana unaona hata Azam FC kwenye usajili wao wameangalia pale visiwani Zanzibar. Kwangu binafsi, michuano tangu imeanza mpaka ambapo kesho inaenda kuhitimishwa ni michuano ambayo ilikuwa ni bora, na kila klabu ilikuwa inapambana. Mashabiki wanatarajia kuona soka la kiwango cha juu, nidhamu na ushindani wa kweli huku mati yote yakielekezwa kuona ni nani atakayenyanyiwa kombe la mapinduzi kaku msimu huu. Huo mchezo kati ya Young Africans na Azam FC ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kutokana na timu zote mbili zilivyojiandaa. Unaona kwamba aliyejipanga vizuri zaidi anaweza akaenda kushinda, lakini naona kama nafasi kubwa nayo young ya Young Africans ambaye yeye ya performance yake na urejeo wa baadhi ya wachezaji kwenye kikosi cha Young Africans utaenda kuleta morali na hali ya, ya hali ya juu. michono ya mapinduzi Cup ilianza Desemba ishirini na nane elfu mbili na ishirini na tano ikishirikisha timu kumi Tanzania Bara, timu tano Zanzibar, timu nne na wageni URA ya Uganda. kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mindi Josefu. Nam ni Mindi Joseph huyo. Eh, Masari, kwa sekunde kama kumi hivi nataka unibashirie, eh, mshindi kati ya Azam na Yanga, unadhani nani atachukua kombe? <laughs> Young African Sports Club anakwenda kuchukua kombe msimu huu katika michuano akni, kombe lake la kwanza utakumbuka, msimu uliopita pia alichukua kombe, makombe yote Tanzania bara na visiwani Zanzibar. Kwa msimu huu anakwenda kuchukua kombe hili dhidi ya Azam kwa sababu analihitaji, licha ya kwamba Azam wanalihitaji kombe hili kwa sababu ligi kuu soka bara hawezi kulichukua mbele ya Yanga. Yanga anachukua kombe la Mapinduzi. Asante sana, na tumebakia na muda mchache tu, lakini tutumie fursa hii kuitathmini mechi kati ya Super Eagles Nigeria mm -hmm. na wenyeji Moroko wanakutana katika kile kinachoitwa eh, fainali kabla ya fainali. Nigeria imekuwa eh, na kiwango kizuri, na ukitizama mechi eh, za Nigeria kwa kweli, wamekuwa wakishindilia wapinzani wao magoli ya kutosha, lakini Moroko eh, wanabeba faida ya kucheza nyumbani, na hili swali la kutupia wewe Saumu mm -hmm. eh, wachezaji E, Morocco ina wachezaji kadhaa ambao wanacheza Ulaya. mm -hmm. Siwezi si, si kuwataja wote hapa, mm -hmm. lakini kina Ashraf Hakimi, Hakimi mm -hmm. kina Omar Mamush, mm. na wengine wengi. Nani anaweza kuwa game changer? E, tuna kuwatunaweza okay. kumuita game changer katika e, nusu finali hii kwa timu uh, gani? kwa zote, timu zote bilia, mbili, unaweza kusema kwa timu ya Nigeria uh, kina Lukman pale Osime uh, Basei, hawa ni wachezaji ambao katika mechi za tangu mwanzo mpaka sasa mamu, za makundi mm. wameonyesha ushirikiano mzuri, alafu kila mchezaji wa Nigeria ambayo yupo katika kwamba hata yeye anataka kupewa eh, nafasi ya, ku, ya kupata mabao mbali tuna uchezaji wa Osimhen na Lukman ambao kwa sasa wamekuwa chachu katika kikosi eh, cha eh, Nigeria, lakini katika hiki kikosi cha Morocco, Ashraf Hakimi pale mm -hmm. anazungumziwa zaidi, lakini ukitazama kikosi cha eh, Morocco ni kwamba wakiwa nyumbani na mchezaji kama Brahim Diaz ambaye sasa anaongoza eh, kwa ufungaji mabao magoli matano eh, ni mchezaji pia ambaye anatarajiwa kwamba ataweza kusaidia kikosi hicho cha Morocco, sababu kimefika katika hatua hii kwa mashaka mashaka sana eh, baada ya hoja kwamba wengine walinyimwa penalty eh, mcheza kwao. Jamani, hilo nalo inabidi tulitafakari. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba kwa kikosi cha Morocco hakuna mchezaji mmoja mmoja ambaye unaweza kum, kumtaja ukasema huyu na hakika ataweza kuisaidia timu, lakini naweza kukizungumzia kama wachezaji walivyo kikosi kizima na safu ya ushambuliaji lakini pia mchezaji muhimu ambaye ni shabiki ataisaidia sana Moroko katika mechi dhidi ya Nigeria na masari. Tuko katika dakika za mwisho mwisho, kwa maneno mafupi nataka eh, tuhitimishe kipindi cha leo. Presha ya kutafuta taji kwa Moroko unaionaje dhidi ya Nigeria? na mchezo mgumu sana Moroko kwa sababu Nigeria utakumbuka mwaka elfu mbili ishirini na nne pale Ivory Coast siza fainali dhidi ya Ivory Coast hatakubali kuona anatoka kirahisi hivyo, naiona kazi ngumu sana kwa Moroko licha ya kwamba anamtabiria Moroko anaweza akafika mbali na pengine kubeba taji, kwa sababu ni semifinalist wa World Cup unafanyika kule Qatar ingawaja Moroko ana kazi ngumu dhidi ya Ademola Lukman na Victor Osimhen wa timu ya taifa ya Nigeria. Nam, basi, na kwa nukta hiyo naona hatuna la ziada hapa, muda haunasi na tunafika mwisho wa kipindi cha michezo kwa leo. Asante sana mtazamaji, kwa muda wako. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Babu Abdallah na mwenzangu upande wa pili ni Saumu Njama. Tukutane viwanjani, kaa nasi.